Mimi ni Sostenes Ndunguru na wakati huu nazungumza nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo sisi tulikuja kuweka kambi hapa kwa ajili ya kusubiri mnyama Simba ambaye eh, ni mgeni wa Young Africans hapo kesho kwenye mchezo wa ligi kuu eh, ya NBC, lakini mpaka muda huu mnyama Simba eh, hajafika hapa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yake ya mwisho. Ikumbukwe kitaratibu na kanuni, Simba alipaswa kufanya mazoezi ya mwisho hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa kumi na moja kamili za jioni, ikiwa ni sawasawa uh, muda kamili wa mchezo husika ambao utafanyika hapo kesho. Lakini sisi tumekaa hapa kwa muda mrefu kuanzia saa tisa tuko hapa tukiwa tunasubiri mnyama Simba mpaka muda huu, nataka tuondoke hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini ku, nikuthibitishie mnyama Simba hajafika hapa Benjamin Mkapa kwa ajili uh, ya kufanya mazoezi ya mwisho.